Ile namna ya mtu aweza fanya madhambi hmm. Alafu katika madhambi yale akajisikia aka yu ajuta hmm. Lakini kisha baadaye ajipata amerudia tena kufanya yale madhambi alafu yu ajuta tena hmm. Sasa kitu kama hiki mtu kama aweza msaidia vipi ama huwa sababu ni kitu gani? Lakini, afanya jambo lakini nafsi yake aumia kweli lakini lakini kisha ajipata si wengine amerudia tena okay. Eh, ya zaidi nampenda sana Shehe Mbaraka wetu na wanapenda pia kumwota mm. akinielekeza baadhi ya mambo kwenye ndoto hizo, mpate habari mm. zangu. Mashallah, mashallah. Eh stad, na mimi naomba nikuote siku moja <laughs> <laughs> <laughs> kwanza, tumwambia habahullah, na sisi tumpenda kama anavyotupenda. Mungu adumishe mahaba yake paka peponi inshallah, amin ya rabbi. Uh, pili, hiyo uh, ni dalili ya ubinadamu eh, uh, Uh, na ni ishara nzuri ya kuwa najutia hmm. uh, mtu kama huyo kwa kukosa hmm. uh, ni dalili ya imani katika moyo wake. hmm. Naam. Kwa hivyo madamu hmm. majuto yanapatikana, na naomba msamaha, lakini ule binadamu na mghilibu shetani na mghuri na nafsi na vuta na nguka tena hmm. hmm. Si asikose as, kujutia. Lakini akianguka bado anarudi hmm. nafsi ikizoea dhambi tatizo, badala ya kujutia inahisi ladha. Yale kosa. Oh. Hey, naam mm -hmm. Na hii ndo hatari pale mm -hmm. Atakapofikia mtu badala ya kujutia akawa ahisi ladha lile alilofanya, hapa ndo hatari hey, lakini madamu anajutia, amin. uh -huh. Madamu anajutia, eh, ajitahidi hivyo hivyo apigana nafsi yake uh -huh. Itafika siku, uh, atajivua inshallah kosa Allah kutokana na ile kosa moja kwa moja amin, ya Rab.